Mheshimiwa makamu wa askofu mkuu, Mheshimiwa spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa mabunge ya dunia, nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wote wa jimbo la Hai. Mheshimiwa spika, wananchi wa jimbo la Hai waliposikia kwamba unafika hapa kama spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wazee wa wilaya Hai walisema hautatoka kwenye ardhi yetu mikono mitupu wakasema ya kwamba heshima uliotupa pale bungeni ya kumruhusu mbunge wetu kuongea mara nyingi kuliko wabunge wote, kwa utafiti tuliofanya sisi, imepelekea, imepelekea jimbo la Hai kupata zaidi ya shilingi bilioni ishirini. Mheshimiwa Spika, hii heshima una, umetupatia wewe, na kwa sababu heshima hii umetupatia wewe Mheshimiwa Spika, wazee wamenipa zawadi hiyo maalumu ambayo tutakuomba tutakukabidhi mshare, amba mshare wa kimashami ambao unaitwa mlelembwe. Mheshimiwa spika, mshare wa mlelembwe, mheshimiwa spika, alikuwa anakabidhiwa mangi ambaye ni mtu wa heshima sana. Lakini mheshimiwa spika, tuliandaa daftu, tumemwangalia tukakuta hajakuwa vizuri. tukasema kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi elfu mbili na mwezi wa kumi na moja, maana yake Krismasi ya mwezi wa kumi na mbili tayari utakuwa umeshakalia kiti chako kwa mara ya pili kama spika, maana si tunaamini hivyo. Kwa kwa sababu wananchi wa Uyole tunaamini kwamba watakutuma bungeni na huyu mbuzi hii keki, Mheshimiwa Spika. Christmas nadhani utaishiriki vizuri pale nyumbani, wewe pamoja na baba na watoto. Kwa hiyo kwa, kwa heshima kubwa ya wananchi wa Jimbo la Hai, Mheshimiwa Spika, naomba katibu wako ataniona, tutamkabidhi zawadi maalumu ili unapoondoka uondoke nayo pale. Uyole wanapokupokea wakupokee kwa heshima kubwa sana. Hii alitakiwa kukabidhi mheshimiwa saashisha. Lakini jana uliongea naye mbunge wetu akakwambia kwamba kwa sababu ya ile kazi maalum ambayo alitakiwa kuifanya, yeye asije na tufanye kazi hiyo. Mwenyekiti wa halmashauri na kushukuru sana kwa busara zako hizo na kwa kuruhusu mimi niseme kwa niaba yako nakushukuru sana mwenyekiti, na washukuru sana wananchi wa Jimbo la Hai asanteni sana. Lakini dasi naomba niongezee kidogo la kwangu moja. La kwangu moja. Moja ni hili tu kwamba jana nilizungumza pale kanisani. Mheshimiwa spika, kuna kitabu cha Askofu Dr. Emmanuel Lazaro kinaitwa Hukumu ya Mungu kwa taifa la Tanzania ambacho alikiandika mwaka 1993 lakini maono haya aliyaona mwaka 1989 nilienda kukisoma vizuri jana usiku Mheshimiwa spika kitabu hiki ni kizuri sana kwa taifa letu aliyelala hapa mheshimiwa spika ni katikati ya wazee ambao wameliombea taifa na usalama ulioko Tanzania tutajivunia kwa sababu ya nyewe wachungaji amani ya taifa hili mshikamano wa taifa hili umetokana na wazee kama huyu ambao hawakuwa na matamko ya kisiasa bali mambo yalipokuwa hayaendi vizuri, walikuwa wanaenda magotini, maana ndipo ulipo usalama wa nchi hii. Na kama kuna watu na wakubali nchi hii ni waombaji, waombaji ndio wenye wa usalama wa nchi hii. Hawa wengine wanaopigapiga kelele, wanaochanganya mambo, hawana usalama wa nchi. Usalama wa nchi hii uko kwa waombaji, ndio wanaweza wakaamuru nchi iende kushoto, iende kulia, na ninyi Mheshimiwa Spika, unabii wa Askofu wa Askof Lazaro alisema hivi wakati wa Burundi na Rwanda kupimwa, hawataweza kusimama na Tanzania isipo tubu nanyi haitaweza kusimama. Na Burundi na Rwanda ilipopimwa, haikuweza kusimama, yalitokea mauaji ya kimbari. Huu ni unabii wa 89 na 94, ndio mambo yalitokea, alitokea pale Rwanda. Kwa hiyo hapa amelala baba wa taifa hili ambaye alikuwa na mchango mkubwa wa kiroho kwa taifa letu. Sisi kama wana modio, sisi kama wana Isawero na, na, na, na, na kata ya Rome tumempokea mtu wa heshima aliyotoka kwenye ardhi hii na tunawashukuru kwa kutuletea mtu huyu na tag. Mungu awabariki wa kwa jinsi ambavyo mmeungana na sisi kwa heshima kubwa. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uh, ndugu waombolezaji, naomba wote sasa tusimame, mnisaidie tusimame. Tunaposimama naomba nimkaribishe naomba nitumie fursa hii sasa kumkaribisha msemaji wetu kiongozi wetu Dr. Tulia Akson Mwansasu, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza huyu diwani wakati anaongea, nikawaza eh, sija akapokonya nafasi huyu <laughs> Mungu ambariki sana, anaendelea kumtumia lakini. Leo nimekuja na hiki kitabu hapa, kilichowekwa ratiba ya kusherekea, lakini pia kimewekwa historia ya baba yetu. Sasa ukurasa wa kumi na mbili pale sisomi wote nasoma tu maneno yaliyosema na wengine wote ambao hatujawataja hapa. Bwana Yesu asifiwe. E, sasa wote humu tumetajwa kwenye kitabu. Sitoke humu, mi sikutajwa pale, mbona kama sikuitwa jina. Hata mimi nimejiona nimetajwa kwa sababu nami nimo humu kwenye na wengine wengi ambao hatujawataja hapa. Na nawe umetajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga makofi ndo nione una amani umetajwa. Sasa ndugu zangu, leo ya kusema yako mengi kwa kweli, na hapa wasemaji wote tumewekwa wote katika saa moja, yani hapo wote tuwe tumeongea. Nikasema sasa, jamani, mbona mimi na historia ndefu kidogo, japokuwa nimefurahi. Katibu wetu leo wa kanisa kaniita kijana, nikasema hizi mvi hajaziona. Mungu Mungu mwema sana leo kwao. Jamani, naongea na nyie kama kijana, maana kuna watu wanaona mzee. Katibu kaniita kijana kwa hiyo leo mimi ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Pengine maelezo yangu mimi kuhusu eh, baba yetu hapa aliyelala ama babu kwa wengine hayatakuwa marefu sana. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka wakati huo miaka ya themanini mapema hivi, na mimi nimefurahi humu wana mbea tumetajwa kama we hujatajwa wa mkoa ingia pale kwenye na wengine wengi Mbeya tumetajwa humu bwana, kwamba kutoka Mbeya kuja Kilimanjaro, na sio kutoka Kilimanjaro kwenda wapi? Mbeya. Sasa katika ile Mbeya iliyotajwa na mimi nimo. Sasa katika kuwemo kwangu nakumbuka katika, katika zile sifa alizokuwa nazo mzee wetu huyu e, sasa sikumbuki alikuja kufanya nini, kwa sababu wakati huo nami nilikuwa mdogo ndio maana leo nimefurahi kuitwa kijana, miaka ya mwanzo wa themanini. Kwanza ile sabina sita iliyotajwa huko, ndo mimi nilizaliwa, lakini alikuja nikiwa nimeshazaliwa na miezi kama miwili hivi. Sasa nikawa nawaza lile tetemeko lililotokea, lazima lilinigusa nilikokuwa na mimi. Ndio maana niko hapa leo <laughs> eh, hey, ama nyinyi mnaonaje? Kwa sababu huko limetajwa lile tetemeko la Disemba sabini na sita nikasema na mimi nilikuwepo. Lile tetemeko lilinigusa lazima. Sasa katika kuguswa na lile tetemeko, baadaye Sunday school, sasa sijui kama ilikuwa ni 82 83 hapo, sikumbuki hata kama nilikuwa nimeanza shule, lakini Sunday school nakumbuka askofu alikuja huko. Sijui kama kuna mwanaye hapa anayekumbuka mwaka gani ulikuwa, lakini alikuja na watoto wawili, nakumbuka hao watoto wawili waliokuja nao walikuja Sunday school na mimi nikiwemo. Sasa wale watoto walituimbisha pambio ambayo kwa kweli tulikuwa hatujawahi kusikia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine tukawa tunasema ah, kumbe hawa wageni kule kwao wanaimbaga nyimbo tofauti na zetuku, kwa sababu utaratibu wa Sunday school ilikuwa kila mtoto lazima uimbe wimbo, ndio mwalimu alivyokuwa anafanya. Sasa wao walituimbisha wimbo ambao nakumbuka mpaka leo. Najua kuna watu humu imani zao kidogo ni ndogo, wanaweza saa jamani, miaka yote hiyo unakumbuka mpaka leo? Nakumbuka. Kama unataka nikuimbie, sijui yu, sijui, yupo ambaye aliwahi kuja naye ama vipi, kwa sababu vinginevyo nitakuwa nakumbuka peke yangu tu. Sijui atakuwa alikuja na nani, sijui kama ni watoto wake wa kuzaa ama alikuja na watoto wa kanisani, sijui, lakini alikuja na watoto ambao walituimbia wimbo wakati nikimaliza nitaimba wimbo huo, maana kuna watu wanasubiri niimbe. Sasa hivi nitamaliza muda wa kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Baba amehubiri hapa, makamu askofu, na mimi kama nisemavyo siku zote huwa najitahidi, sio kazi nyepesi, lakini najitahidi kutilia maanani mahubiri ili mimi hapo nichukue changu. Sasa leo nimechukua vingi, ila sasa kimojawapo nikasema, jamani, mbona anatusema watu wa Mbeya? Sisi kwa kulia ndio wenyewe, na sisi lazima tushikwe, kwa sababu bila kushikwa, yaani msiba unakuwa kidogo, yani kama sijalia vizuri hivi. Sasa sisi watu tutokao Mbeya, kwa mfano, huyu binti aliyekuwa anasoma hapa eh, binti wa baba aliyelala, yani hapa hata kusoma asingemaliza, yaani asingemaliza. Kwanza wangekuwepo waliomshikilia huku na huku, wakati anasoma, lakini wakati huo inabidi asimalize, ili watu tusimshangae kwamba hivi amewezaje kusimama, yaani amesimama muda wote ule anasoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi watu wa Mbeya leo pia ni kati ya watu tunaoomboleza, lakini taifa zima la Tanzania linaomboleza pamoja na kwamba ni sherehe lakini tumeruhusiwa kulia jamani, si ndio? Maana nyimbo zile zilikuwa zinasema tutafutwa machozi. Sasa tutafutwa nini kama hatukulia? Eh, kwa hivyo lazima tulie leo. Taifa linalia, tunamsindikiza baba yetu, lakini yeye amemaliza mwendo wake. Ameliombea taifa hili kwa bidii sana, ameliongoza taifa hili kwa bidii sana na ametumia nguvu zake zote, maisha yake yote, kuhakikisha taifa linakuwa salama, kuhakikisha mimi na wewe tunakuwa salama. Na hapa nimpongeze mtangulizi aliyesema hapa, diwani wetu, maombi ndiyo yanayotufanya hata sisi tunakuwa salama. Mimi kama sehemu ya wanasiasa wa nchi hii, sehemu ya viongozi wa nchi hii kwa kweli mnaweza mtusikie kila saa tukitaja kuhusu maombi. Maana kuna kwenye mikutano yetu huwa hatuongeagi sana mambo ya Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu yale ya kwenda mbinguni tunazungumza kanisani kule, tunazungumza habari ya kushika dola. Ndio maana mwaka huu tunazungumzia uchaguzi. Sasa hata usipotusikia kule tukiwa tunazungumza kushika dola, tunasema kushika dola kwa sababu tunajua wewe unatuombea, na kwa kweli dola tutaishika tukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa baba aliyelala. Kwa mambo yaliyosemwa kuhusu yeye na kwa yale tuliyokuwa tukiyafahamu kuhusu yeye, pengine angekuwa ni mtu mwenye kauli ambazo akisema zinatutikisa. Pengine angekuwa ni mtu ambaye akisimama mahali, watu wote tunajua leo anataka kusema nini. Lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha, si mtu wa kujikweza, si mtu wa maneno mengi, wala hutasikia kauli yake mpaka we umemtafuta. Bwana Yesu asifiwe! sisi tujifunze huko, tujifunze huko. Lakini pia yeye ametupa masomo mengine hapa. Tumesomewa taarifa na katibu wetu wa kanisa juu ya mipango ya kanisa pamoja na hatua tulizopiga, lakini mipango ya kanisa hapa, mmesikia katika mipango hiyo mojawapo ya mambo yaliyotajwa hapa ni hospitali kubwa kubwa kujenga, si ndio jamani? Hospitali manake magonjwa yapo, manake ni nini? Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusomewa mstari kwenye Biblia, unaenda kula nyasi pale nje kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusikia habari fulani na wewe umekimbia mbio hivi unaenda kunywa huko, mambo ya ajabu ya ajabu huko ni kukomaa. Tukue tuongezeke kwa imani na tukomae. Tunapomwona askofu wetu mtoka mbali hapa, waliotoa salamu zake wameeleza kwamba kwa sasa hawezi maana yake nini? Mimi na wewe tumwombee, hilo la kwanza. La pili, huyu ndiye askofu mkuu wa TAG hapa nchini. Mungu ameruhusuje? Mungu ameruhusuje? Lazima sisi watu wa imani tukue kiroho, yajapo hayo. Na tumeambiwa baba yetu hapa aliyelala alikuwa dhaifu wakati wa siku zake za mwisho. Manake ni nini? Yeye huko nyuma Mungu si alimtumia kufanya miujiza na watu walisimama? Kwa nini tusiambiwe tu asubuhi ameondoka, lakini ameondoka taratibu. Wewe umjuae Kristo, usomae neno, ukuwe ukomae katika imani, ukue ukomae katika imani, sio akimbizana tu. Leo umeambiwa, huku umekimbia kesho, umekimbia kesho kutwa. Soma neno lielewe, na Mungu akusaidie. <coughs> katika kwingi huko, watu wanakutana na mambo yasiyofaa, lakini wewe ukikutana nayo yasiyofaa, umeyatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nijii nijisemee kidogo, kisha nitoe salamu za viongozi wengine. Mahali pengine, huwa napenda kusema kwa sababu najua mimi kwanza, neno linasema kimtokacho mtu ndicho kilichoujaza moyo wake, si ndio jamani? Eh, lakini pia ukiri wangu si ndicho nitakachokipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pamoja na kwamba nafahamu kwamba neno la Mungu katika Ayubu kumi na nne moja linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi si ndio? Neno limesema jamani, au ile sio Biblia? Naye amejaa nini? Taabu. Lakini pamoja na taabu hizo, ukienda ufunuo unaambiwa baba kama hivi amelala, amepumzishwa na taabu zake. kwa nini? Neno linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kufanya nini? Kupumzika baada ya taabu zao. Sasa pamoja na kwamba maisha ni mafupi, yamejaa taabu na tunapumzishwa tukifa katika Bwana. Mimi nisife saa hizi <laughs> niko radhi kabisa, hizi tabu hizi za kutafuta dola za uchaguzi mwaka huu niendelee nazo tu <laughs> e, niendelee nazo kidogo. Naona kuna watu kama wananishangaa eh, kama we uko kwenye foleni. Maana kuna mahubiri, na nakushukuru baba, hujasema hivyo. Unajua baba askofu, leo hapa makamu askofu hajatuambia kwamba unajua tuko kwenye foleni wewe usijione hapo, unaweza kuwa wewe ndo unafuata. Ah, mahubiri ya hivyo, mimi nakaa mbali kabisa kwenye foleni <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Hii kwa sababu mimi siwezi kuwa nafuata hapa, jamani, kweli kabisa niwe nafuata afuate. Ah, mwingine tu, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usifuate wewe, kwa sababu gani Baba yetu tumeambiwa alikuwa anajenga makanisa hata akiwa kitandani. We unamwomba Mungu tu nipe maisha marefu, kwa ajili ya shughuli gani? Kwa ajili ya shughuli gani ulionayo? Ukipewa hayo maisha marefu, lazima si uwe na jambo la kufanya, sio kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya Mungu. Useme Mungu niache ache kidogo na shughuli ya kufanya hapa. Si unaona hata wewe na shughuli yako hii haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo usikae kizembe kule nje, tunasema ukikaa kizembe ndo hivyo, unaweza ukafanya nini? Ukapitiwa. Lakini baba yetu amelala mwendo, ameumaliza, imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana tag, ndugu wafiwa wote, pokeeni salamu maalum kabisa kutoka kwa Dr. Doto Mashaka Biteko amenituma kwenu niwape pole, kwa sababu kama mlivyosikia hapa e, viongozi wengi wako Dodoma, kwanza bunge linaendelea Dodoma, lakini pia viko vikao vya Chama cha Mapinduzi vinaendelea huko. Kwa yale aliyoyatangulia kusema diwani, na mimi sitaki kuyasema sana, kwa sababu huko uchaguzi mbele yetu mwaka huu, kwa hivyo vikao viko kule. Kwa hivyo viongozi wote nawawakilisha mimi hapa, kwa hiyo pokeeni salamu zake. Dkt. Doto Biteko nitakabidhi rambirambi muda si mrefu kwa familia lakini pia pokeeni salamu uh, za kipekee kabisa kutoka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa pole sana sana sana ndugu zangu kwa msiba huu mkubwa uliotupata na jana tulikuwa na kikao, kwa wale mnaofuatilia, tulikuwa na kikao cha kamati kuu, na yeye anayo taarifa kwamba mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuja. Mtu ukisema nimekuja kutoa faraja, watu wanawaza mfariji ni Mungu. Ni kweli tunajua Mungu ndio mfariji, ila sisi wanadamu tunashirikiana naye. Bwana Yesu asifiwe! Wewe hapa mwenyewe si mwana, na wafiwa wamecheka baada ya kusema mi kwenye foleni nakaa mbali Ndo nimeshiriki na mimi hivyo, si ndio? Jamani, kwa hivyo anafahamu niko hapa, na kwa kweli anawapa pole sana, na yeye anamshukuru sana baba askofu wetu ambaye amelala hapa, kwa huduma aliyoitoa katika nchi hii, kwa sababu kuongoza watu wanaomcha Mungu ni tofauti na kuongoza na watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo mheshimiwa rais ametuma salamu hizo, Mzipokee ndugu zangu. Lakini pia kwa sababu huko mbele tunao uchaguzi, niwaombe sana. Pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi, lakini pia mnaliombea taifa letu sana, niwaombe mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu. Mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki lakini hao watakaopatikana kwa haki, Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Ni vizuri sana sisi tumjuao Kristo kujua nini cha kusema, kujua nini cha kufanya, kujua namna ya kuenenda mbele ya viongozi wetu. Wewe umjuae Kristo usiwe sehemu ya kulikosea neno. Na leo kama ningekuwa na hubiri hapa ni vile ni msiba, kwa hivyo siko kuhubiri, lakini uhalisia ni huo. Wakati mwingine Mungu atatupa neema. Wale wafalme wa zamani ndiyo sasa hivi ni viongozi wa nchi zetu, kwa hivyo unavyowasoma wale na yale mamlaka yao na nguvu yao, amini kwamba neno lilipokuambia umheshimu mwenye mamlaka ni kwa sababu hakuna mamlaka isipokuwa itokayo kwa Mungu. Sasa Sauli alitoka kwa Mungu, Daudi pia alitoka kwa Mungu, na wengine wote uliowasoma wote, walikuja kwa wakati wao. Wewe usiwe ndio una mwandishi wa bibilia mpya, bibilia tunayo tayari. Soma mle, ili ujue namna ya kuenenda katika nchi aliyokupa Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu zangu. Baada ya kupokea salamu hizo, nitakabidhi rambirambi na rambirambi, rambi nyingine nimeshamkabidhi uh, Mama Askofu mtoka mbali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki, mtuombee. Asante. Nikawa na waza <laughs> nika, nika, nika nikawa na waza maneno kuna kitu nimesahau. Nini sasa? Hapa kumbe ni wimbo sasa. Nimesema naimba huo wimbo ulioimbwa miaka ya mapema ya themanini, yani sikumbuki vizuri, mtaniwia radhi kama ilikuwa ni themanini na tatu. Ninachojua tu nilikuwa sijaanza shule bado. Sasa pambio ile iliimbwa, aliimba hivi, huyo mtoto mmoja wapo kati ya watoto wawili aliokuja nao alikuwa

Sana. Sawa, sasa sijapata nafasi ya kujua ni nani alianzisha wimbo huo. Sifahamu ni upi kati ya nyinyi mlioko hapa ama hayupo kabisa. Lakini nakumbuka wimbo huo katika ujumbe aliyokuja nao wakati huo. Asanteni sana, Mungu awabariki wa Mungu. Makofi tena kwa Bwana. Uh, Mheshimiwa Tulia Ackson Mwansasu ni, ni tunu kwa taifa letu, na yeye sio uh, spika tu wa bunge letu, ni rais wa mabunge duniani. Mheshimiwa Tulia Ackson, Mungu akubariki na akuwezeshe. Wakati huu sasa, tutapata salamu kutoka kwa uh, viongozi maaskofu kutoka CPCT na watakuwa watatu.